Kumekuwa na ongezeko kubwa la wabunge vijana katika bunge la kumi na moja la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku kukiwa na ongezeko la watoto wa viongozi mashuhuri katika bunge hilo. Rehema Salim ameangalia suala hilo kwa kina na hii ni taarifa yake. Waswahili wanasema kwamba maji hufuata mkondo. Basi unapoingia ndani ya bunge jipya la Dodoma na kumwita mheshimiwa Mwinyi, usishangaye wakiitika watu wawili tofauti. Kuna Abbas Mwinyi na Hussein Mwinyi wamechaguliwa kuwakilisha majimbo yao bungeni na mwingine ni Abdala Mwinyi ambaye ya ameteuliwa katika bunge la Afrika Mashariki. Wote watatu ni watoto wa rais mstaafu wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi. Inaonekana alipoliaga jukwaa la siasa hakuondoka kabisa, bali jina lake bado linaendelezwa. Imekuwaje watoto hao wakajikuta bungeni? Si jambo la ajabu sana kama watu wanafikiria. Mimi ni mbunge wa Afrika Mashariki, kaka zangu wawili ni wabunge wa jimbo, na mzee wetu ana watoto kumi na mbili wa kike sita eh. wa kiume sita eh. kati ya hao kupata watoto watatu ambao wana, wana interest eh, au wanapenda siasa si jambo la ajabu sana. Sasa, kwa vile kama daktari angekuwa daktari, usingeshangaa sana daktari kuwa na mtoto mmoja au wawili. Daktari sasa watatu kati ya kumi na mbili sio mbaya, sio reshu mbaya. Kila mtu ana kioo chake katika maisha yake. Mimi kioo changu siku zote alikuwa mzee wangu. Sasa si ajabu sana kufata alikokwenda yeye. Rais mstaafu Jakaya Kikwete naye hakuachwa nyuma, ameondoka madarakani majuzi, lakini jina Kikwete kaliacha bungeni. Ridhwani Kikwete ameingia CCM akiwa na umri wa miaka minne, na wakati huo aliingia kwa sababu ya kupelekwa kucheza. Yeye ni mtoto wa rais wa awamu ya nne Dokta Jakaya Kikwete. Hii ni familia ya wanasiasa. Babu ya Ridhwani, Mzee Mrisho Kikwete alikuwa ni chifu wa Wakwere, baba yake naye alikuwa mkuu wa wilaya kubwa zaidi chopo. Sasa hizi ni kuendelea kutokea pale ambapo tumemalizia, lakini pia kujaribu pia kutumia fursa hizi ambazo zipo katika awamu hii, sasa nayo pia kujaribu kuona jinsi gani tunaweza tukawaendelea kwa engage vijana wenzetu. Moja ya sura na sauti maarufu katika CCM ni ile ya Nape Nauye. Amekuwa msemaji wa chama hicho katika nafasi yake kama katibu wa itikadi na uenezi sasa ni mbunge kwa mara ya kwanza akiwakilisha jimbo la Mtama, lakini inaonekana hakuibuka tu, bali anafuata nyayo za mhamasishaji mwingine wa sisiem aliyekipigia debe chama tawala kupitia muziki wake. Msanii huyo ni Brigadia Jenerali Moses Nauye, baba yake Nape, ambaye alitumia muziki wake katika harakati za kupigania uhuru. Nape mdogo sasa atawalea wakazi wa Mtama, nadhani ili mradi sheria na katiba vinawaruhusu vina, vina eh... Uh, ni, ni wabunge halali <laughs> kwa hiyo na, na wengine watakuwa wanajifunza umo umo. E, wengine watafanya makosa kama ambavyo rais amesema, mnakutana mna mzungumze mambo ya maendeleo, wengine wanazomea, wengine wanapiga kelele e, wakati mwingine ndio, ndi aina yenyewe ya watu ambao tunao, na bahati nzuri Watanzania wameona wa wa, wa, wa, wa, je ni bahati tu kwa mtoto anamfuata baba yake kwenye uongozi au unakuwa unaandaliwa? Adam Malima alikuwa ni mbunge wa Mkuranga akifuata nyayo za baba yake marehemu Kigoma Malima. Baba alikuwa wa waziri wa fedha, naye mwanaye Adamu akawa naibu waziri wa fedha nchi hii ina, ina historia ya kuwa na viongozi wengi sana, na humo ndani siukumbuki si, si, mi kuwaona wangapi ambao ni viongozi wakuu. Kwa hiyo mimi hili silikubali moja kwa moja, lakini nachosema tu ni kwamba vijana, uwepo wa vijana bungeni ni mzuri. Wengine tuliongea nao Dodoma walikuwa na maoni tofauti kuhusu uongozi na familia. Unajua, siasa huwa inatokana na damu ya mtu. Kwa hiyo mtoto wa kiongozi yeye naye pia kuwa kiongozi au kuwa mbunge sio kosa, kwa sababu yale ni maisha yake yeye binafsi, na hayo maisha mengine yaliyokuwa labda baba yake au mama yake au bibi yake alikuwa na yeye binafsi, na huyu ni yeye binafsi, na yawezekana ni kipaji, kwa sababu unapokaa na kwa mfano kama mamako ni mkulima obvious, na wewe utakuwa mkulima. Kwa mfano mimi, nimetokea kwenye dagaa, mamangu alikuwa muuza dagaa na mimi nikarithi biashara ya dagaa. Mimi katika kukua kwangu nimejifunza vitu vingi sana. Huwezi kumkuta askari polisi amefikia umri wa utu mzima hana watoto polisi, au mwanajeshi hana watoto wanajeshi. Hivyo hivyo kwa wanasiasa, kwa sababu wakati baba anatenda siasa na watoto wanamuona, wana tabia ya kujifunza kutoka kwake. Lakini nachoamini mimi, wamepatikanaje kama wananchi wamewachagua na kuwaona wana wanafaa kuwaongoza, swala la watoto wa viongozi kuwa kwenye uongozi, mi kwangu halinipi shida, kwa sababu naamini katika demokrasia. Mimi kwangu naliona si jambo geni sana, lakini naona kwa mwaka huu ni kama limezidi na kidogo, naona kama linapitia hofu kwamba watoto wa viongozi, sijui ni mwamko wa kisiasa au la, naona wamekuwa wengi zaidi na miaka ya nyuma. Kwa hiyo sijui itakuwaje, lakini na ni bunge lenye changamoto kubwa sana. Yamkini linaweza likaamsha ari kubwa na kufanya taifa letu likae mahali pazuri.